Jiwe la msingi la mradi wa huduma endelevu wa maji na usafi wa mazingira zahanati ya Mapogoro limewekwa na ndugu Ismail Aliusi, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2025 tarehe 7 Mei 2025. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wananchi wa kijiji cha Mapogoro wakujitokeza kwenye kupokea mwenge wetu wa uhuru. Nawashukuru sana. Karibuni wageni wote kutoka mbali na jirani, waheshimiwa madiwani, karibuni sana e kwenye tukio hili. Mwenge wa Uhuru oye! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Kimbiza mwenge kitaifa ndugu Ismail Ali Kusi oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya hoye! Ndugu zangu watu wa Mapogoro. Awali ya yote nimshukuru sana e, mheshimiwa rais kwa kazi kubwa ambayo ameifanya kwenye kata hii ya Milo. Hii barabara alitengenezea kwa kiwango cha changarawe mpaka kibao cha Milo. Bahati mbaya mvua zile za mwakajana zilizidi zili zili, mimi nikaenda kuomba, wakaingiza kwenye mradi wa benki ya dunia. Kwa hiyo mradi huu utapata zaidi ya milioni 400 kwa ajili ya kuiboresha hii barabara. mradi mkubwa wa barabara unakuja. Kwa tunajua kwa tunajua kwamba kata hii ni wazalishaji wakubwa sana wa mazao, kwa hiyo mlale usingizi wote, mama Samia anatupenda Ludewa, na mambo yote ambayo mimi bunge wenu nayasema pale bungeni yanasikilizwa na yanatekelezwa, sawa ndugu zangu eh? Sasa leo tuko kwenye mwenge, nisiongee mambo mengi, nimepewa niwasalimie, lakini muendelee kuwa na imani na mimi, muendelee kuwa na imani na mama Samia na diwani wenu na chama chetu, Chama cha Mapinduzi, CCM.